Sehemu inayotakiwa kufanyiwa ibada ndio hii hapa. Sawa, sawa. Ile ibada hiyo tunaambatana na masharti mawili. Sawa sawa, sawa. Sharti la kwanza, inatakiwa uvue nguo zote ugeukie <laughs> ndipo ibada yetu ianze. sawa. Sawa. Na sharti la pili inatakiwa usiulize swali lolote katikati ya ibada. Sawa sawa sawa. Sawa. Basi kazi iendelee. Mganga si mafuta. Nimekuambia usiulize swali lolote katikati ya ibada. Usiulize swali wakati unataka kunipidi mganga.